Katika safari yao ya utalii wa kinyumbani, wazee kutoka kaya zote tisa za Wamijikenda walifika katika bandari moja ya Ziwa Victoria, Usenge Beach. Tuko Lake Victoria na wengi Wamijikenda walikuwa hajafika hapa, na hii ni kuonyesha kuwa tuko na imani na Wajaluo kuwa tutakuwa na ushirika mzuri sana, maanake kutembea kwa kuja huku ni kwa sababu ya Mheshimiwa Raila vile tunamwenzi kwa hivyo tumefika hapa na sisi tunasema ni kweli sasa, wajaluo wanashirikiana na Mjikenda. Tunawaambia pongezi, maanake tumeona wanafanya kazi mzuri sana. Tumejifunza kuwa hata kumbe watu wanaweza wakafuga samaki wakiwa wako baharini. Kwa hivyo tumejifunza mambo mengi sana katika uvuvi ambao ni ubunifu. Na niko hapa Ziwa la Victoria hey. Niko ninashukuru sana nisonge yeah, yeah, yeah. hapa yeah, nimeshikana na wajaluu na nilikuwa na jaluu moja huko mpaka sasa yeah. Nimeona tumeshika urafiki kabisa, hata nitakuja tena mara nyingine hapa, sababu wajaluu nimeona kumbe ni watu wazuri yeah. yeah, yeah. Yeah, na washukuru sana. Tena ya pili ukikuja, natakana watembelee na wewe, kaone samaki kuna mingi hapa. Tena nitaleta nitaleta mnazi yeah. Tumeona wavuvi wanavuvua ule omena yeah, yeah. tumefurahia sana tumetembea kutoka tuzaliwa hatujafika, lakini Mungu ni mwema tushafika. iswi na raha kwa vuvi manambola mriahu kwa vivyo, mimi ninahenza manyo kukala na kuja kuku kwa kazi gonye, nikihenza sura yangu nayo ibakie kudolwa kuleona mnikalole ni karakara. Sasa sisi tunapenda wageni kabisa, tuna tunahitaji hata kama mnakuja Tumewakaribisha tena zaidi. Na hii te maana yake nini? Te. Akisema hii, hii te. Hii anasema hii, yote yote, yote. Nyinyi yaani yote. E. E. Tunapenda nyinyi wote. Wewe ujue hii lugha yetu. Hapa shughuli za wavuvi hushamiri mchana kutwa usiku kucha. Mbali na shughuli hizo za wavuvi kuna madau ya kuwasafirisha wenyeji hadi bandari za Uganda na Tanzania za ziwa hili. Nilitangamana na wenyeji wa hapa walionijuza mengi kuhusu Usenge Beach. Maana ya Usenge ni nini? Maana ya Usenge ni neno Usenge. Ni nini maana yake? Maana ya Usenge ni samaki, maboti ziko hapo, ee, naleta samaki wengi, za watu wengine wanatoka Uganda wakiingia hapo, wakileta nini, maragwe, wanaleta ndizi, potato and whatever. Hiyo ndio maana ya Usenge. Na ama kwa uhakika mambo hutofautiana sana maana ya Usenge huko Swahilini ni tofauti kabisa hmm? Hapa panaitwa Usenge na hapa ndio mkazi hata ni mtaa uliotoka mjama wetu Raila Molodinga hili hmm? Ni eneo lake mpaka kule eneo la Bondo, lakini sasa ipo hapa eneo lanaitwa Imbo Imbo Constituency. Na sasa hapa shughuli zenu za kiuchumi ni zipi? Shughuli zetu za kiuchumi sasa ni biashara la samaki la kuvua uvuvi na kufanya biashara ya samaki. Mnaifanyaje biashara ya samaki? Nani wanaenda huko kwenye maji wa samaki? Kuna wavuvi wanaoenda baharini wakati huu wanaotoka hapa wanaenda mpaka baharini yeah. kesho wanatua asubuhi yeah. baada yeah. yeah. wana ya kutua asubuhi wanafanya mauzi zao. Sasa hapa, mna hawa wavuvi wakienda wanaleta samaki aina gani na gani? Hapa kuna samaki aina tatu mm. kuna ngege ile ambayo inaitwa kwa kimombo tilapia yeah. kuna mbuta alafu kuna omena. Hasa hasa omena ndio sasa kivuvi ambacho kinaena hapa na pesa hapa sana sana ni omena huku na. navua omena wewe e, mi navua omena. Sasa unaenda saa ngapi ndio unaenda kuvua? okay, barini tunaingia kitu saa 11 jioni, tunatega taa saa moja, tukitoka saa moja tunaanza kazi saa nne eh e, saa nne sasa omena ishakuja kwa taa, tunavua tunatoa nayo nje Asubuhi saa kumi na moja tuko hapa na wewe. Ulianze shughuli tangu lini sasa? Shughuli hii hmm. Nilianza 2017. Sasa hmm. Naambie shughuli za huku mnaendeleaje huku Usenge? Tuendelea freshi, yeah. Si vibaya, tunashukuru Mungu, lakini kidogo misukosuko ya Waganda ile ndio inafanya. Oh. Unaona kipato chetu kinakuwa cha chini kwa sasa. Shida iko wapi? Kwa, ah, ni huko wanasema wanalinda mipaka, lakini unapata tuki kuna vile yani, wanatutesa huko, wanatesa watu wetu wa bahari e, wanawatesa sana, maana kesa unapata upande huo ndo huwa seme samaki wale wakubwa wanapatikana kuanzia maji hapo kuelekea huko. Kwa sasa pata wakizuia huko, inakuwa kazi ngumu sana e, inakuwa kazi ngumu sana. Watu wetu kupata samaki, ndio wanapata, lakini si kama vile walivyokuwa wakipata wakati ule samaki. sasa solution mtafanyaje? Ni serikali tu itufikirie iweze kutuwekea ulinzi mzuri na kama watu wanaweza kuongelesha kuongele, kuongele, kuongele kule itakuwa kazi. Hapa kuna vifaa vya kuhifadhi samaki vizuri, na huwa e, kuna hizi tunazotumia zinaitwa coolers na ice hizi eh, bado hatujapata, ile tunangojea, maanake serikali ku imesema itatujengea, sasa itatujengea sehemu kubwa ile nzuri hapo. Nataka kuwauliza swali jamani, eh, yes. Na msinifiche um, kabisa yes. Yine watu nyinyi hawa watoto wenu utakitoka wakiwa wadogo sana, mnawapa chakula aina gani? Hasa watoto wa kike, yeye mnawapa watoto chakula gani? Kwa sababu kila ukiangalia mtoto makalio yao yani, ile inakuwa wamebarikiwa sana. Kile unaemona, mnawapa nini nyinyi? Eh, mnawapa nini? Asante sana kwa hilo swali. Sisi kama Wajaluo, hapa chakula ni moja tu yeah, ugali kwa samaki yeah, ama unaweza mix na mboga kidogo eh? kuku hizo tu na nyama ya ng'ombe, hizo tu ndio tunakula. Ile yenye wanaume wanakula ndio tunakula, alafu wana wao wanakuwa na maumbile. Sasa kuna hii aina ya samaki hapa inajiita fulu. Kuna ile refu nyeusi, ni karefu kidogo, tunaita kwa... tunaita kwa kijaluo uchunde, na kuna aka kafupi kako na mayai, tunaita otongonye. Sasa hizo inawapatia ile mafuta eh. Wananona wananenepa. Sisi pia inatupatia nguvu eh. ya kuwapiga eh. eh. Vizuri inakuwa <laughs> <laughs> namna gani eh, makalio inakuwa kubwa wakikula. Tomo o eh. eh, inaitwa tomo eh. eh. Makalio yake inakuwa hivyo na alafu inaongeza nini eh. ile makalio na ile tamaa pia inakuwa juu, kitembea makalio inafanya eh. Na hiyo samaki eh. inaliwa na wanawake peke yake, ama wanaume, wazee, vijana, wa kila mtu okay, okay. Hey. Hey. Hey. Hii barini imebeba samaki tofauti tofauti, ukiona hey. hey. watoto, wanaume, wa vijana, wa mama hmm. kama wako healthy okay. Umejua kuna samaki nyingine hapa sana sana inaleta healthy kama omena okay. Daga hiyo hmm. daga akichukua mbichi vile imetoka kwa maji, akaenda kuipika, akikula na hiyo maji hiyo inamletea afya. Then ya pili hiyo samaki nyemetoka baharini kama ngege mbuta, kipika mbichi bila kuifurahi, akiikula anasikia kama mwili iko sawa. Ndio kwa sababu wananona wananona maumbile, wananona kabisa wanana. Then umejua hiyo samaki pia wakikula inafanya hii mapacha inakuwa health ukiangalia <laughs> <Nasikia, kuzinakuja bigs. laughs> inakuja chwari na mwingine pale ukitembea ile ng'ambo ile eh, ni msichana wa miaka kumi na nne kumi na tano eh, lakini ukimwangalia hiyo figa amebeba, ako sawa. Hizo chakula tunakula ndio hivyo, basi. <coughs> wenyewe wametoa siri yao. <coughs> <coughs> hili ni ziwa Victoria, ziwa Victoria ambalo linaunganisha Kenya, Uganda na Tanzania, na wakazi wa huku ni ndugu na wanaishi kwa kutegemea pato la samaki. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu. Coco FM, Ladha ya Pwani.